It's printer service support again. Ee bwana, karibu sana printer service support kujipatia elimu tofauti tofauti za mashine. Siku ya leo kuna Epson L 1300. Hii mashine bwana imeletwa ina paper jam. Yaani ina general error, inawasha taa ya general error. Sasa nataka tuangalie kwa nini hizi taa mbili zinawaka. Yaani hapa nilivyoiwasha, si ndio? Imewaka namna hii. Sawa, ilivyowaka imeleta yani hapa inaendelea kufanya kufanya mzunguko wake wa kuwaka. Sasa nataka niwaambie kwa nini ninawasha taa za namna hii eh? Hii mashine ni Epson L1300. Hili tatizo linachangiwa na nini? Hili tatizo bwana linachangiwa na kifaa hiki hapa, kinaitwa CR motor Imefanya kazi muda mrefu, kama unavyoona mpaka imetengeneza weusi, yani ni spark. Kwa hiyo kinachohitajika hapa ni kubadilisha mota nyingine, na mashine iweze kurudi kwenye hali yake. Nadhani hapo nimekupa jibu ya nini ufanye, ili mradi printer kama hii haijafanya mtembeo aina yoyote, lakini ikawa imeleta nini, imeleta taa. Shida yake hapa ni nini? ni nini, ni CR motor na CR motor ni CR motor ni kama hii hapa inaitwa product name mota ize, siara pachi namba yake ni hiyo hapo zinapatikana printer service support. Kwa mawasiliano zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa namba sifuri saba kumi na saba arobaini na mbili ishirini na mbili thelathini na tano au fika ofisini kwetu Kariakoo, mtaa wa Masasi na Muheza, karibu kabisa na jengo la China Plaza. Kwa hiyo tatizo hili tumeweza tuna, tunaelekea kulitatua. Nitafungua hii mota nitaifunga na tatizo letu litakuwa limetatulika.